Insha Allah tutakuja kueleza mara nyingine, nafasi za wanaovioni na namna gani inakuwa kuwafuata na wachuoni maanake, mtu mwingine anakuambia, sasa, nyinyi mwatukataza sisi tusimfuate Shafi, tusimfuate Malik, lakini wakati huo huo kila kitu mtuambia amesema Uthaimini. Sasa Shafi na Uthaimini wapi kwa wapi? Kuna watu hawaelewi, hawajielewi kitu gani unachokizungumza wanawaambia nini watu? Na pengine mtu mjie kwa sababu hafuatilii mambo ya kielimu, au talibul ilmu kwa sababu hafuatilii mambo ya kielimu kweli we? tukiambia Shafi au Nawawi au wafai au dalili, lakini amesema ibn Uthaymin kasema Albani. Alhamdulillah, kuna watu wanalizungumza hili alafu, kuna watu kwa sababu ya akili zao ni dhaifu kabisa, wanaliamini hili, hawajui kutofautisha maneno. Kwa nini inazungumzwa jambo hili au ukweli wake? ukweli wake ukweli wake ukoi. Sisi tunaposema kufuata wanawachuoni, kwanza tunaposema kufuata kitabu na sunna kwa fahamu ya wema waliotangulia, miongoni mwa hao wema waliotangulia

Je, itakapokuwa sasa, kauli ya sahaba, tuache kila imamu shaf, tuna juu zaidi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake mtume sallallahu alaihi wasallam hayana mjadala, yakithibiti si, kwamba si, ni yeye amezungumza haya, ni mafunzo yake, hakuna mjadala tena. Sisi ni kushikamana naye. Lakini sahaba je, kauli ya sahaba ni kuja juu ya, kauli ya sahaba mwingine? Tunaposema fahamu salaf, haya katika masuala haya sahaba huyu kasema hivi na sahaba yule kasema vile, huyu kasema yafaa yule kasema hayafai. Masala ya eda mwanamke aliyefiwa na mumewe ha, na yeye ni hamil dhatu hamli, mwanamke mwenye mimba, eda yake ni kwa kuzaa mimba yake au ataangalia aqrabu lajalaini. Mwanamke amefiwa na mume wake na alikuwa na, na mimba sawa. So, je, atakaa eda? Eda yake itaisha kwa kujifungua hii mimba, au ataangaliwa aqrabu lajalaini, ulio karibu zaidi katika mida miwili vipi yani, mathalan, au abadu lajalaini pia uangalia ulio mbali zaidi katika mida miwili. Baadhi ya wanachuoni kwa wamwesimama kwenye msimamo na kauli ya Ibn Abbas kwamba itaangaliwa abadu lajalaini, sio ulio mbali zaidi katika mida miwili. Hii mfano leo mwanamume amefariki, mume amefariki, kesho mwanamke akajifungua, tutaangalia ipi iko mbali, kusubiri kujifungua au kusubiri kumaliza miezi minne na siku kumi Asema, maadamu abadul ajalaini ni miezi minne na siku kumi basi atakaa mpaka miezi minne na siku kumi, na ida yake haitaisha kwa kuzaa mimba mimba. So mimba haitakuwa ndio muda, kwa sababu so aiwezekani kuisha ida yake kesho. Itabidi akae okay, mpaka miezi minne na siku kumi. Baada ya mwezi tukajifungua, ah, atasubiri miezi minne na siku kumi. Lakini wengine katika wanaochuoni katika maswahaba sahaba wa Mtume swalla alayhi wasallam anasema la wa ulatu alahmal ajaluhunna an yadhana hamla, wanawake wenye mimba muda wao wa eda ni kwa kuzaa mimba zao. Basi kwa hiyo tuseme hivi, izapogongana kauli za maswahaba mmoja juu ya mwingine, ibra sasa ni dalili. Utaangalia huyu kaegemea kwenye nini na huyu kaegemea katika nini? Sawa, kwa yule alikuwa na dalili yenye nguvu ndiye atakayofuata kauli yake. Sasa ikiwa huku ni kwa maswahaba, je, kwa tabiini mlango ndio huo huo? Je, ikiwa hilo tafanyi kwa maswahaba na tabiini, je, kwa maimamu waliokuja baada yake baada yao mlango ndio huo huo, kwamba takapokuwa sasa zimepishana kauli za wana wachuoni huyu kasema hivi na yule kasema vile, hibra hapo. Sa ni dalili ye ameegemea kwenye dalili gani? Ni mamoja mwana wa chuoni huyo ni minal mutaqaddimin au minal mutaakhirin, yaani amekuja kabla ya karne ya tano au amekuja baada ya karne ya tano Sisi hatuangali, tuangalie ameegemea kwenye msimamo upe dalili ipi. Hatutaangalia huyo ni katika mutaakhirin au katika muasirin Tuangali sisi, tunachoangalia ni dalili kweli. Awezakawa huyu ni mwanawachuoni mkubwa wa zamani, lakini kauli aliyoitoa iko mbali na dalili. Akaja mwana mwanawachuoni mwingine, si wa zamani, pigia hata miaka mia, tangu kufa kwake haijatimia miaka mia, lakini kwa sababu ana dalili zenye nguvu, tukafuata kauli yake. Tumeelewana. Na kila zama, kila wakati, zina wanawachuoni wao kwa matukio wakati ule sasa leo unapozungumza jambo la magari, jambo la ndege, jambo la kompyuta, ahkamu kama hizo, mambo ya operation na kadha, amaliyati mbalimbali zinafanyika hivi sasa, zamani hazikuwepo, katika mambo ya kitabibu na zinataka fatwa. Masala na ya naqlu ladha kwamba unaweza kuhamisha kiungo cha huyu ukakipeleka huku, mambo ambayo zamani hayakuwepo yataka fatwa. Sasa kwa karibu zaidi tuwarejee wale waliokuwa wali pale, karibu katika wakati ule ambao ni ulama, tumeelewana pengine masuala hayo ukiyatafuta kwenye vitabu vya watu wa mbali huku hutayapata, lakini watu wa sasa wameyazungumzia na wa sasa katikaa na wachuni wako wanawachuoni waliosimama sawa sawa na, wa wa na wa sawa. kuna ambao hawako katika usawa, kwa maana kwamba akhta zao ni nyingi zaidi kuliko kupatia kwao ndio maana ya usafa si kwa maana kwamba kila nachokizungumza ni ukafiri tu, ni bidaa. Ah, makosa yao ni mengi zaidi kuliko kupatia kwao. Sasa mtu kama huyo, watu watakiwa tukae nao kwa tahadhari katika mambo ya ilmu, nimeeleweka. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine hutajwa hawa wana wachuoni wa sasa, qala fulani wa qala fulani, sababu kubwa ni haya mambo ambayo yamekuja hivi sasa na adila ambazo na ule wepesi wa dalili, na kuna wana wachuoni wanakuwa ni wepesi wakutaja dalili, wengine hawataji dalili, wasema tu fa in qila kadha qulna kadha, pamesema pakisemwa, hivi tutasema hivi, wamesema tutasema. Huoni qala Allah qala rasul. Kuna baadhi ya vitabu ukivisoma huoni hilo, lakini kuna wengine wakiandika pale akitaja masala kama ni masala ya tahara ataja dalili, masala fulani ataja dalili. Sasa huyu anayetaja dalili kwa ukaribu zaidi ni bora katika kushikamana na kupatiliza maneno yake kuliko yule ambaye hataji ile dalili. Wakati wa sasa na mwingine wowote, watu watakiwa wafahamu kwamba ilmu ni marifatu l haqi bidalili. Sasa mwanachuoni aje kwenye kitabu chake aeleza tu hataji dalili hata moja asema tu, na mwingine ile dalili alizisema na akazifafanua kwa masala haya yalikuwa na khilafu, kuna wanaosema hivi na dalili yao ni hii, na wengine wasema hivi dalili yao ni hii, lakini mimi naona kwa dalili hii, kwa sababu moja mbili tu, dalili hii ina nguvu. Wao wasemaje? Kusubiri